Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zoezi hili ambalo COPRA wametuletea kwa kugawa mbegu za ufuta na mbaazi kwa wakulima bure. Hii itapelekea kuongeza uzalishaji kwa wakulima wetu, vilevile kutatua upatikanaji wa, wa, wa mbegu za ufuta kwa wakulima kwa sababu kilo moja ya ufuta, ya ufuta kipindi cha kipindi kama hiki cha kuandaa mashamba pale tayari utapata kilo moja shilingi elfu kumi na tano na maana pakeji ya kilo mbili elfu thelathini. Bei hii kwa mkulima wa kawaida wa chini hawezi kuimudu kununua mbegu hizo. Kutokana na programu hii iliyoanzishwa na wenzetu wa COPRA itapelekea wakulima kuhamasika zaidi, kupata kuhamasika zaidi kulima kilimo cha ufuta na mbaazi ili kuweza kujiongezea kipato katika familia zao na kuongeza pato la taifa kwa ujumla. Tunawashukuru watu wa COPRA kutuletea mbegu za kisasa tofauti na miaka ya nyuma tulivyokuwa tunalima. Kwa hiyo tunatarajia miaka ijayo tunaweza tukazalisha, tukazalisha mara mbili ya kutokana na hizi mbegu bora ambazo tumezipata kupitia kutoka COPRA. Tunatoa shukurani COPRA, waendelee kututazama zaidi, yaani kutokana na hizi mbegu ambazo wanatuletea natu, uh, tunashukuru sana COPRA kwa kutuletea mbegu hizi, na tumejipanga kikamilifu kwenda kutoa elimu kwa wakulima ili waweze kuongeza tija na kuinua uchumi wao kwa ujumla. Mapinduzi haya ya kuleta mazao mengine, mimi siiti mbadala, naita mazao mengine: ufuta, mbaazi, choroko, na sasa tunajipanga kwenye mazao mengine zaidi, njugu, karanga na mengine yaingie nayo kwenye mfumo rasmi ili wakulima wetu wawe na vyanzo vingi badala ya kutegemea zao moja la, la korosho. Rai yangu ni kuwa wadau wote tuendelee na ushirikiano ili kuendelea kuwainua wakulima wetu. Nipongeze wizara ya kilimo kupitia mkurugenzi wa COPRA na timu yako kwa kuja na utatuzi wa upatikanaji wa mbegu bora mbegu bora kiasi cha tani sita za ufuta, tani tatu za choroko na tani tatu za mbaazi ambazo leo mtanikabidhi ili ziende kuwasaidia wakulima wetu kuongeza uzalishaji, na kitendo cha kuwagawia bure kwa kiasi fulani kitapunguza gharama za uzalishaji. Sisi kama COPRA tukishirikiana na wote ambao tunasimamia kwa pamoja tukianzia kwenye ngazi ya mkoa na taasisi zote hizo nilizozitaja, kwa upande wa serikali na upande wa binafsi. Sasa tumeona tuende tukachagize kwa ziada, tusikutane tu na mkulima pale tunapokuwa sokoni, tusimame naye bega kwa bega, kuanzia shambani kwa kuhakikisha anapata mbegu bora mbegu ambazo zitaenda kumpa yeye nafasi ya kuongeza tija katika uzalishaji wake. Lakini zaidi ya mbegu, ndugu mgeni rasmi, sisi tumekuja hapa pia kutangaza kwamba hatutaishia tu kumpa mkulima mbegu, lakini kwa juhudi kuweza kuona sasa tufanyeje kuweza kuchagiza maafisa ugani. Nimefurahi sana wamekuja kwa wingi. Lazima tutawapa mafunzo tutawapa mafunzo ya ziada kuweza kuona jinsi gani tutahuisha aa, aa, ujuzi wao katika kusimamia mazao haya ambayo yalikuwa hayasimamiwi kitaalamu.